Yes, Yusuf, mchezo umemalizika na wekundu wa Msimbazi Simba kufanikiwa kuibuka na ushindi wa bao sita kwa sifuri dhidi ya Dodoma Jiji, mchezo ambao mwanzo ulitajwa kuwa miongoni mwa michezo migumu eh, katika Ligi Kuu Tanzania Bara kutokana na kile ambacho kilitokea kwenye mchezo wa kwanza. Kipi hasa kimebadilisha mchezo leo na Dodoma Jiji kuloa kwa jumla ya goli sita ya yeah? na binafsi kwa upande wangu sikutarajia kama Simba anaweza akapata uh, mabao kwa idadi kubwa kiasi hiki, kwa sababu ya kile ambacho kilitokea kwenye mchezo wa mwisho. Unajua mchezo wa mwisho Dodoma Jiji walimpa changamoto kubwa sana Simba, kulingana na uh, mchezo ambao walimpa lakini kulingana pia na mazingira, kwa sababu Dodoma walikuwa nyumbani, sio so kwa namna yoyote ulihitaji eh, kuona wakimpa changamoto Simba, ajisi kuwa yuko uwanja ugenini. Lakini kutoka kwenye mchezo uliopita hadi mchezo wa leo kwanza utawapongeza Simba namna ambavyo wamebadilika, kwa sababu alijua wanakutana na timu ambayo kwenye mechi ya kwanza iliwapa changamoto kubwa sana kwenye baadhi ya maeneo ndani ya uwanja, lakini kwa mchezo wa leo kocha alikuja na tactics nzuri sana. Muda mwingi alihitaji kucheza mpira huku akiwa anatengeneza nafasi e, kwenye maeneo yote ya uwanja, na ndio maana tazama, hata magoli ambayo Simba amefunga ni mabao ambayo yametoka kwenye maeneo yote ya uwanja, kwa maana pembeni mwa uwanja na katikati mwa uwanja. Kibu Denis anafunga, Mpanzu anafunga, Steven Deshe Mkwara anafunga, Jean Charles Ahoua anafunga, maana yake wanathibitisha kwamba hivi sasa Simba ameimarika sana kwenye maeneo yote ya uwanja, jambo ambalo msimu uliopita alikuwa analikosa kwa sababu ya aina ya wachezaji ambao walikuwa nao. Lakini wa, uh, kwa hivi sasa ukitazama wachezaji wa Simba namna ambavyo wanacheza na kile ambacho wanakuofa, nafikiri hata kocha anajivunia kuona wachezaji wakiwa wanapeana uh, changamoto wao kwa wao kuulizana baadhi ya maswali, kulingana na ubora wako ulionao na alichokifanya hivi sasa. Fadhu ni kwamba nitakupa nafasi ya kucheza, and then we nenda ukaivunja imani yangu. Kama utafanya vizuri nitaendelea kukuamini kwenye michezo inayofuata, lakini kama utafanya ndivyo sivyo na matarajio yangu, ama kushindwa kuishi kwenye matakwa yangu, basi inawezekana muda wa kucheza ukaupata ni mchache. Steven Dese Mkwara, mechi zake mbili za mwisho dhidi ya Coast Union, ameshinda Arfik lakini kwenye mchezo uliopita kupata nafasi ya mchezo wa leo, amecheza na unaona kiwango kizuri ambacho alikuwa nacho. Lakini kitu kizuri ni namna ambavyo Simba hivi sasa inajaribu kuthibitisha kwamba wao ni wakubwa na timu kubwa. Unapokutana na timu ya daraja la kati, hivi ndivyo ambavyo unapaswa kuwa, kwa maana thibitisha wewe ni timu kubwa, thibitisha kwamba wewe una wachezaji ambao wana thamani kubwa kumzidi mpinzani wako ambaye ana daraja la kati. Simba kwenye mchezo wa leo amethibitisha hilo kiwango ambacho walikuwa nacho, haina mabao ambayo wameyafunga, lakini mpishano ambao walikuwa nayo ndani ya uwanja na nidhamu ya kiuchezaji kwa mchezaji mmoja mmoja, nafikiri fikiri ndio kitu pekee ambacho utawapongeza wachezaji wa Simba, lakini kwangu mimi nafikiri haya yote tunayazungumza, Simba huko kwenye michuano ya kimataifa ipo ligi kuu uko yuko, lakini yuko ambaye anaifanya hiyo kazi ambayo ya kuwapa Simba hiyo jeuri. Fado Davis kwangu mimi ni niwahi kuzungumza na narudia, ni moja kati ya makocha ambao nawahusudu sana ku, ku, ku, ku, kulingana na aina na uchesa na fikili ya mpira ambao anaocheza, lakini pia ukija kuzingatia aina ya wachezaji alionao, nafikiri moja kati ya makocha ambao amekuja kubadilisha atmosia nzima ambao Simba wamekumbana nayo ni simu ya hivi karibuni ni Fado Davis. Simba chini ya Lobetinho uh, benshika chini ya wachezaji kama kina Saidoti, bazongi za chama Fatu na wachezaji wengine wote wakubwa. Alishindwa kupata warao hata uh, kombe moja katika yale ambavyo alishiriki. Lakini kwa msimu huu of course, bado ni mapema, lakini anakupa imani ya kwamba kuna kitu anakihitaji. Kwenye michuano ya kimataifa amefanya vizuri. Ndio timu pekee ambayo inatuwakilisha hadi hivi sasa katika zile timu 16 zinazoshiriki ligi kuu. Lakini ukija kwenye ligi kuu ya NDC uko kwenye nafasi ya pili, jambo ambalo msimu uliopita hadi hivi sasa matumaini yake kutoa ubingwa alikuwa ni magumu sana, kulingana na idadi ya pointi ambazo mpinzani wake alikuwa amemwacha, ambalo alikuwa ama katika lile gap na baina yake na mpinzani wake. Kwa hiyo kutoka kwenye nafasi ya tatu msimu uliopita hadi nafasi ya pili ligi kuu ukizingatia, uh, unakutana na timu ama na pia na changamoto moja, kati ya watu ambao wanakupa hiyo changamoto ni timu ambazo zina idadi kubwa ya wachezaji ambao wamecheza karibia misimu miwili mitatu inaenda akiwa pamoja sio lakini, falu nimewahi kusema pia, nitashangama nitakuwa wa mwisho kuamini kama falu msimu atorudi wasina taji lolote katika haya ambao wanashiriki, kwa sababu ukija kwenye ligi kuu, aina ya makocha ambao wanashindana nao ama katika wale ambao wanampa changamoto ya wa ubingwa, utagundua yuko kocha wa Young Africans, yuko kocha wa Lash Tausu, Azam FC, kocha wa Singida Black Stars h ni makocha ambao wamekuja wakikuta ligi inaendelea. Kwa hiyo yeye ana advantage kubwa sana, kwa sababu tayari anajua madhaifu na ubora wa ligi yetu, kwa sababu alikuwepo toka msimu unaanza na preseason, wakati wa kuiandaa Simba pia alikuepo. Kwa hiyo nafikiri Simba wamepata kocha, Simba wamepata wachezaji, na ndio maana haya matokeo ambayo wanayapata ayapati wa kwa bahati mbaya. Yes, uh, watu wanazungumzia uwezo wa uh, mchezaji mmoja mmoja kwenye mchezo wa leo asa Kibu Elie Mpanzu eh, Yusuf Kagoma, kwa namna ambavyo wameperform kwenye mchezo wa leo, lakini mimi nataka kuwa tofauti kidogo. Utatu wa Elie Mpanzu, Jean Charles wa Kibu Dennis, na mshambuliaji ambaye wanapangwa naye awe either Steve Dese Mukwala ama Leonel Ateba, hii ni ishara ya kuwafanya ama tunaweza kutabiri kwamba mabeki wa ligi kuu Tanzania bara wataendelea kuteseka kwa hiki ambacho wanaendelea kukifanya, kadiri ya siku zinavyokwenda mbele, watu watatu hawa ya, nirudie husema wataendelea kuteseka kutokana na kile ambacho wamekuwa nacho, ukianza na mchezaji kama Eli Mpanzu Kibisawala aka Volcano. Volcano. Moja kati ya wa wachezaji ambao Simba imewamiswa muda mrefu sana, Eli Mpanzu. Nimependa aina ya uchezaji ambao alikuwa nao kwenye mchezo wa leo, lakini pia aina ya uchezaji ambao amekuwa nao. Moja kati ya wa wachezaji ambao wamekuja kuongeza kitu kikubwa sana kwenye eneo la ushambuliaji spidi lakini uwezo wa kutafsiri makosa ya timu pinzani, lakini kitu kingine cha ziada ambacho Mpanzu anacho ni uwezo ambao yuko nao wa kuweza kujaribu kwa maana ya kupiga mashuti akiwa kwenye nje ya kumi na nane. Katika goli ambayo amefunga leo, kuna goli ambayo amefunga nje ya kumi na nane na amekuwa na huo thubutu. Kwa hiyo anaonyesha kwamba yeye ni mchezaji ambaye kwenda kufanya majaribio nje ya bara la Afrika na kufeli haimaanishi kwamba yeye ni mchezaji mbaya haimaanishi kwamba awezi kucheza timu yoyote na akafanya vizuri. Hivi ndivyo ambavyo mchezaji yoyote mkubwa anapaswa kuwa jaribu basi kutofautisha daraja la ubora ulionao kulingana na changamoto ambazo wanazipata kwenye hilo eneo. Kitu pekee ambacho nakipenda kwa Elie Mpanzu, amekuja akikuta kwamba timu tayari imeshaanza pre-season, imeshaanza na msimu, si kwa maana ameingia dirisha dogo, lakini toka alivyoanza kucheza na hadi alivyofikia hivi sasa ni ngumu kugundua kwamba ni mchezaji ambaye labda na madhaifu mengi sana ndani ya uwanja. Dhaifu alionao labda tu ni namna ambayo wakati mwingine ana nafasi ya kuweza kufanya maamuzi ambayo labda naweza kana na faida na akafanya tofauti. Lakini kulingana na namba na, namba zake na namna ambavyo anacheza na mechi alizocheza bado utamjaji kama mchezaji mkubwa. Ukija kwa Jean Charles wa MVP Ivory Coast msimu uliopita, Goli 12 msimu uliopita zikimpa jina la MVP lakini hadi hivi uh, sasa kwenye ligi kuu tayari amevunja hiyo rekodi kwama katika mabao ambayo alimpa jina msimu uliopita tayari hivi sasa ameshayafikia na bado anaendelea kutafuta magoli mengine. Na ukiachana na hayo sasa katika kumi na mbili bado ame, ame, amefunga eh, kwenye baadhi ya mashindano kama kwenye michuano ya kimataifa. Kwa hiyo nafikiri huu utatu wa Simba umekuwa na manufaa makubwa sana kulingana na namna ambavyo anacheza na upatikanikaji upatika, upatika, wao ndani ya uwanja kwenye kila mchezo. Jancha za wa si kama anaanza kwa bahati mbaya ni kutokana na uwezo ambao uko nao, kwa sababu kocha anajua atonipa goli, atanipa assist. Atonipa assist, atanipa goli lakini uwezo mkubwa wa kuweza kutafsiri makosa ya timu pinzani, moja kati ya namba kumi ambao wana uwezo mkubwa sana wa kuhukumu makosa ya timu pinzani ni Jancha za wa ligi kuu. Ukija kwa Chief Dennis, makocha karibia kumi wamepita ndani ya Simba na wote wamemtumia Kibu Dennis, japokuwa kwa msimu huo ajaanza kwa kufunga, lakini tazama bado kwamba wanaamini kwamba kwa ni mchezaji mkubwa, na ndio maana amekuwa akimwamini na kupata nafasi ya kucheza. Kwa nini? Kwa sababu jukumu la kwanza kama mchezaji analifanya, jukumu linalobaki ni la mashabiki kutaka afunge, na imetokea leo ameendelea kuishi kwenye majukumu ya mwalimu lakini jukumu la ziada likaja kwa mchezaji binafsi kufunga, na akafanya hivyo. Kwa hiyo inavyotokea, mchezaji anashindwa kukupa ile end product ambayo inaweza ikawa inaipa timu matokeo chanya, of course utamjaji, lakini je, alifanya kitu chake kwa usahihi? Nafikiri mmoja kati ya mawinga ambao Simba wanajivunia wanaocheza kwenye ligi ya ndani ama wachezaji wazawa kwenye lile eneo la mawinga ni Kibdenisi kwa sababu tayari ameshaishi kwenye maisha ya a, mashabiki mnambavu, wanahitaji kwa namna ambavyo anahitaji, kwa maana ile pesha kutoka nje ya mashabiki. Ni kama hivi sasa, ana uwezo mkubwa sana wa kuweza kuikontrol, kwa hiyo anajua kuishi nao. Wamemzungumza sana lakini baada ya dabi ile kufunga bao ambalo aliteleza hadi eh, maeneo fulani hivi siwezi kuyataja, walianza kumzungumza kwa mema, sio lakini akaja, msimu hajaanza vizuri, kwenye michuano ya kimataifa akafanya vizuri, tukaanza kumtaja kama mte... Kwa hiyo kile ambacho Kibu anacho ama wakati ambao anaupitia kwa kipindi hicho, tusimjaji kama mchezaji ambaye ameteka, tumjajaji kama mchezaji mkubwa ambaye muda wowote anaweza kuipa Simba matokeo chanya. Kwa hiyo nafikiri ukija kwenye huo utatu ambao umeuzungumza ni utatu ambao umekuwa na matokeo chanya sana kwa Simba kwa mechi ya leo, lakini pia hata kwa mechi ambazo zimepita, hususan kwenye michuano ya, ya kimataifa. Kibu Denis amekuwa miongoni mwa wachezaji ambao wamewasaidia Simba. Jacha Ahoua amefanya hivyo, lakini pia e, e, Elie Mpanzu amefanya hivyo ia kwenye mastraika kwa maana ya Leonel Ateba amefanya hivyo, nakuja sasa kwenye hao wachezaji ambao wanaweza kuwa wanawapa uh, uwezo wa kuweza kuopaleti kwenye namna ambavyo timu inataka kucheza utamtaja Kagoma pamoja na Fabrice Ngoma wakati Simba inaanza msimu bana moja kati ya partnership ambayo ilikuwa nzuri sana wengi walikuwa wanatamani kuiona ni Debora Fernandez dhidi ya Yusuf Kagoma lakini kuna wakati ikawa Steven Okejefa lakini partnership ambayo hadi hivi sasa imekuwa na matokeo chanya kwa Simba ni Fabrice Ngoma dhidi ya Yusuf Kagoma hawa ni wachezaji ambao wanacheza kwenye eneo moja lakini wakiwa na sifa mbili tofauti. Yusufu Kagoma ni mmoja kati ya wachezaji ambao wana uwezo mkubwa sana wa kuilinda back four kwa, kwa uweledi ama kwa jukumu ambalo utamhitaji. Kwa uwezo ambao utamhitaji, kwa matako ambayo utamhitaji, anaweza kukupa hicho kitu kitu kitu, na ndio maana si bahati mbaya kuitwa national team kutokana na mfululizo wa kiwango ambacho amekuwa nacho, lakini pia upatikanaji wake ndani ya wani wakati anaanza msimu of course, alikuwa na kiwango kizuri lakini hakuwa anapatikana. Hivi sasa anapatikana, kwa hiyo ninachokipenda kwa Kagoma ni uwezo ambao amekuwa nao wa kunusa hatari, lakini uwezo wa kuweza kuunganisha frequency zake za kiuchezaji na mafuba maelewano ambao amekuwa nayo. Ukija kwa Fabrice Ngoma, mmoja kati ya wachezaji ambao na uwezo mkubwa sana wa kupiga mipira ama uh, kupiga pass kwenye maeneo yaliyokufa unaita afu kupiga pass kwenye afu face ni moja kati ya wachezaji ambao hata msimu uliopita tuliona namna ambavyo aliwanufaisha Simba. Kwa hiyo mbali na iko kiwango ambacho Simba alikuwa nacho leo, lazima pia uh, upongeze ubora ambao alikuwa nao kwa maana, kabla hujawalaumu Dodoma Jiji, lakini pia lazima wapongeze Simba kwa uwezo na ubora ambao walikuwa nao kwenye mchezo wa leo, okay, tali ambao wataitumia ndani ya wikendi, magoli sita ambayo hayana mabamba. Yes, kwa kumalizia alama moja tu imekuwa chungu kwa muda mrefu sana, wamekuwa wakipishana. Unaiona alama hii ikiamua bingwa msimu huu ya yeah, na limetokea tukio la kuahirishwa kwa dabi. Watu wengi sana waliumia, lakini kwa namna ambavyo ligi inaenda, binafsi nafurahia kwa sababu ingechezwa dabi, kuna mtu labda angepoteza, sio lakini huwa ni ngumu sana baada ukipoteza kwenye mechi ya dabi uanze kuweza kuipokea presha kutoka kwa mashabiki na muda huo unatakiwa Kuopaleti, kushinda mechi zinazofuata. Sasa baada ya kuahirishwa unaona bado kumekuwa na mpishano ambao wanapeana maswali amba wanapeana bana nakuja na kuacha, yaani kwa namna hiyo penti ambao kwa hiyo nafikiri, kwa nafikiri namna ambavyo mechi inaendelea ama ligi inaendelea ni ligi ambayo imekuwa na ushindani wa kutosha sana, na ndiyo ligi pekee ambayo tumemshuhudia Simba akiwa kwenye level ya hali ya juu, Yanga akiwa kwenye a, level ya hali ya juu. Kwa hiyo tegemea ushindani kwa kutosha na niseme tu, ambaye atachukua taji la msimu binafsi kwa upande wangu, aisee, atakuwa amefanya kazi kubwa sana kutokana na ushindani ambao uko kaisa.